Eh? Hmm. Na, nanyosha, nakona, si zora eh, eh, nani ambayo nyie mmetoa ripoti ya yeah, wanaotakiwa ku, kuambia kuhusiana na ubovu wa hiyo wim eh, eh, eh, umetoa hiyo ripoti? Nani mkubwa wa hichi kituo umetoa ripoti? Naomba correspondence zote ulizoziandika. Ripoti umetoa kwa nani? Ambaye ni nani? <laughs> Yes. Naomba naomba, naomba taarifa. Taarifa na taarifa taarifa yake taarifa iko wapi? Unampa kwa mdomo? Uh, alishakuja mafundi kuweza kuangalia ehe. Yeah. Sasa sasa kwa, yeah. Kwa, kwa nini wim iko wapi? Hebu niambieni. Ipo kule chini? Twende tukaione. Kuna taa ile, unaniambia kwamba aa, ingie ndani kama nyekundu ndani kijani. Ay, kwa hiyo hii ndio haifanyi kazi yendo, ni hii tu au kuna nyingine huku mbele? Ndio hii hasa. Kwa nini haifanyi kazi? Kwa hiyo hii inachangia kwa kiwango fulani juu ya foleni, meneja E, kwa nini hii hafanye kazi? kwa sababu gani? Nini mfumo mzima, unaoharibika toka lini? ni muda kidogo. uh -huh. Wakaleta taarifa wizarani, wakaleta k kwa okay. Kwa hiyo tutachukua utaratibu wa kutarisha baadaye, kwa sababu uh -huh. kwa ikonasutua beaniksganimanae Yes. Najuaje, unajuaje ma bajeti kubwa kama, no. huikumbuki vizuri no. Unaona foleni ile mpaka huko, naombeni muwe wa kweli, ili kusudi nisimuonee mtu, kwa sababu leo hapa lazima kuna jambo nitafanya. Yes. Hey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 Yaani, watu hili jambo la foleni hapa Mikese limeshaanza kuonekana kuwa ni jambo la kawaida tu. Wakati ni jambo kumbe tunaliweza na tunalimudu. Mimi nataka kujua tatizo ni nani hapa. Katibu Mkuu, habari ya saizi?